Naitwa Zulfa Mana Selemani, mi ni mtoto wa marehemu, ni mtoto wa tatu kwa baba, lakini ni mi mtoto wa kwanza kwa mama yao. Pia na usiku, kulikuwa nyumbani na mama. Ilivyofika muda ya saa mbili, mi nilienda dukani, baadae nikarudi nikamkuta mama na baba hawakuwepo. Niliporudi nikamwambia mama baba yuko akanaambia baba yako amefata begi dukani, ilo begi ambayo huwa tunaweka vitu vyetu vifaa vitu vya vifaa vya miamara kila kitu yn unachuusu dukani. Akanaambia baba yako amefuata. Ikafuta mida ya saa tatu, maana nilikuwa natakiwa kurudi kosini likiza likua imeisha. Nikamwambia mama mi nataka kwenda kulala, baba wapi? Akasema baba yako msubiri, amerudi ya sasahivi ilipofika mida ya sa, saa tatu na dakika hamsini na nane ikamwambia mama mche baba, akajibu kupiga simu yake, kawa inaita haipokelewi. Ilivyofika saa nne akasema labda simu ipo kwenye begi. Ilivyofika saa nne simu yangu mimi ikaita, saa nne na dakika kama ishirini ishirini na tatu ikaita, nikaambia baba yako amepigwa risasi. Kwao mimi nikatoka nikaja nikarudi ndani nikamwambia mama baba amepigwa risasi, akawa anauliza baba yako yupi? Maana mimi kila babangu yangu yani, awe baba mdogo, baba mkubwa, mimi napenda kuita baba. Akawa anauliza baba yako yupi? Mimi nikawa natoka, nakimbia, naelekea dukani, nilipofika barabarani nikachukua ni bodaboda nikakimbia hadi barabarani, nikachukua bodaboda ili niweze kufika. Nimefika dukani nikamkuta duka limefungwa, nikaenda hadi kwa huyo mtu ambako anafanyia kazi, wale wanipigia simu. Nafika pale akanambia, njoo huko maeneo ya bati ambako kuna karibu na hilo duka. Nikafika nikamkuta baba amelala, amemfunika, alikuwa amempigia risasi, labda kwenye begi hilo ambalo alienda kuchukua, kulikuwa na fedha au hamfahamu, kuna kuwa na vitu vyote vya dukani fedha jana kwenye majira ya saa nne tumepokea mwili wa mtu ambaye ameshambuliwa na akiwa tayari amefariki tumemtunza hapa leo kwenye majira ya saa tatu, e, uh, polisi pamoja na ndugu walifika hapa kuja kutambua na kuangalia kufanya uchunguzi wa kilichosababisha, imeonyesha e, kwamba amepata kushambuliwa na kitu chenye ncha kali kinachofanana na risasi. Kimeingilia upande wa kushoto kwenye e, juu ya shavu panewoto na kutoka kwenye upande wa kulia kwenye shingo na kusababisha E, jeraha na kutokwa na damu pia e, kitu chenye ncha kali pia kiliingia kwenye kifua katikati na kutokea kwenye ubavu. Imehusisha pia uharibifu kwenye pafu la upande wa kulia na kusababisha damu kutoka nyingi sana kwa ndani, kwa hiyo ndio sababu za kifua.